Mhm. Mm, Watu wazima wenzangu. Wazee wa kujifariji. Kuna siku nilirekodi video, watu wakaja na, na hisia zao, sijui nini nini, nikamwambia ati age of 30, marafiki zako walio kuzunguka hawana viwanja, hawana nyumba, hawana maendeleo, hakupi chachu ya wa maendeleo. Watu walikuja na mambo mengi hey sana, hana maendeleo, kila mtu na muda wake, sijui riziki anagawa Mungu, sijui nini nini. Hawataki kukubali kwamba kuna muda tunafanya uzembe. Hawataki kukubali kwamba kuna muda tunapoteza muda. Hawataki kukubali kwamba miaka irudi nyuma. Hawataki kukubali kwamba kuna vitu tunavikosea kwenye maisha yetu ambavyo kuna muda mwingine vinatunyima kupiga hatua. Hawataki kukubali kwamba kuna muda hekima hatuitumii vizuri mpaka tunaferi kutimiza baadhi ya mambo. Rafiki zangu, miaka irudi nyuma. Kuna watu wanapenda kujitia moyo eti KFC aliendelea akiwa na miaka hamsini na saba wewe. Ha, <laughs> kina KFC wako wachache. Wachache mno. Kwa taarifa yako kina KFC wachache mdo. Ukiwa bado kijana, pambana. Katika ujana unaweza kufanya hata vibarua vya kutumia nguvu. Lakini kuna umri ukifika huwezi. Ni wewe na hospitali, hospitali na wewe, mwili ushachoka, nguvu hauna, hutoweza kufanya baadhi ya mambo. Huu muda wa ujana utumie vizuri. Miaka ina spidi. Wenzio, kufumba na kufumbua tumeikuta 30 hiyo hapo. Sasa hizi atuangalie vizuri, tunaona ile 35 tano, tunaiona ile tunaichungulia, na haiko mbali. Hatutakaa sawa, tutakuta 40 hiyo. watu wanakuambia, life start at 40. Wewe 40, hata bado uelewi nini kinaendelea. Plan your life well, plan your life well. Hakuna mtu atakupangia mambo yako. Wewe ndio unajua uzembe unaufanya wapi, mambo mazuri uyafanyi wapi. Jitafakari, jitafa usijitie moyo Nami Mungu atanipa kwa wakati wake. Mungu kakupa akili, tumia hekima kutafuta hizo pesa, kutafuta maendeleo hayo. Maendeleo kuweka malengo, huishi kwa malengo, huna mpango mkakati wa kuendelea, hayo maendeleo tayatoa wapi? Kwa niko hapa, sikukatishi tamaa, endelea kujitia moyo, miaka inazidi kwenda, itafika muda hata nguvu za kufanya hizo kazi utakuwa hauna, kuajilika uajiliki. Kujiajiri kwenyewe utakuwa uwezi kuhandle stress kwa sababu kwenye, kwenye kujiajiri na kwenye kuna stress chungu mzima, zinahitaji mtu mwenye usmart. Unapambana na vitoto vya miaka 18 miaka 20 ndugu, una miaka 40 45, ndio unajipeleka kwenye, una una kwenye biashara unaianza stress, uzijui kuna experience ya kutosha, ukashindana na vitoto vya miaka 18, 20, 30. hutoweza. Kwa hiyo, sasa hivi na wewe ujana wako jipambanie, miaka hairudi nyuma. Hakuna kitu kinaniumiza sana nikiongea na watu wazima wanatamani miaka ingerudishwa nyuma. Alafu wewe uko kwenye miaka hii ya ujana unacheza nayo. Unasema kila mtu ana muda wake wa kuendelea. Wakati jitihada hatukuoni ukizifanya, miaka inaenda. Nilikuwaga binti wa miaka 18. 18 imenipita. Nikawa mtoto wa chuo miaka 20, 21, 22 miaka imenita. Sasa hivi nishafika kwenye 30, eh, 30 na yenyewe ndiyo hiyo inaondoka. Bado kidogo nitafika 35, na yenyewe itaondoka, nishakuwa mama. Na tunavyozidi kwenda mbele, umri unazidi kwenda mbele, ufanisi unapungua. Kuna vitu sitaweza kuvifanya, na kuna vitu opportunities zenyewe zitanikataa. Jamani, amuona ya kuna fursa, wanakwambia mtu wa miaka 35 atumtaki. Mm, ndio dunia ilivyo. Hata makazini wakishaona kuona, ndio una experience ya kutosha. Kuna umri ukifika na ah, tunataka damu changa. Kwenye mabiashara, ukotaki mbisa na vijana na watoto wadogo. Pambana, plan your life. Plani your life utanishukuru miaka isimami. Kufumba na kufumbua tunajikuta tushakuwa wamama, kufumba na kufumbua tutajikuta tushakuwa mabibi. Mungu anavyotupa umri mrefu, tujitahidi tuuplani vizuri, maana uzee wenye njaa ni mgumu. Uzee wa kuwa ombaomba unaumiza sana. Kwa hiyo kadri tunavyoomba umri mrefu, tuplani mambo yetu vizuri ili tusijekuwa wazee ombaomba tujitahidi sana sana sana sana sana. Acheni kusema kuna KFC, alitajirika akiwa mzee. Nionyeshe wazee walotajirika uzeeni, ni wachache, ni wachache wenye bahati zao, na wengine waliplani vitu vyao kutoka huko, ndio maana baadaye wamekuja kuviendelea. Lakini jiplani sileteo, mifano yako ya KFC hapa.